hiyo ajenda yao, ukitazama utamaduni wa Mtanzania ulivyo, tabia na hulka ya, ya ya Mtanzania ilivyo, haiwezi kufanikiwa. Haiwezi kufanikiwa kwa sababu kwanza, wame wameanza nayo wakati bado uchaguzi <laughs> miezi kadhaa tu, lakini pili, eh, Watanzania walio wengi hawajaielewa wakiwemo hata wao viongozi wa Chadema baadhi na hata wanachama wao, lakini pia Watanzania walio wengi hawajaielewa. Kwa hiyo unavyosema kwamba kusipofanyika mabadiliko ya kimfumo watazuia uchaguzi, sidhani kama watafanikiwa, na mimi naamini hawatafanikiwa, hawawezi kufanikiwa kwa sababu ya huruka na utamaduni wa Watanzania eh, labda nikurejeshe nyuma. Wana wanazungumzia sana kuhusiana na hali ya uchaguzi tumehuru E, na taasisi zake wanavyofanya kazi. Chadema waliwahi kuwa na wabunge karibu mia e, kwa tume hii hi, waliingia bungeni na hata hiyo kamati kuu yao iliyokuwa chini ya Mbowe na sasa ambayo iko chini ya Lissu, wamekaa bungeni miaka mingi sana ni ajenda ambayo mi nadhani labda wamejua kwamba hawawezi kufanya vizuri kwenye, kwenye ngazi ya urais na kwenye ngazi ya, ya, ya ubunge lakini mimi kwa mtazamo wangu, wangu, na kwa ushauri e, wangu, wangeachana na hiyo ajenda wangeingiza timu uwanjani e, ili ili anayetaka kugombea ubunge agombee, kama kuna mambo ya urais wagombee, na udiwani watu wagombee kwa namna hiyo. Lakini kusema kwamba tutazuia uchaguzi ni, ni, ni kama kutokuwa na mabadiliko, sidhani kama kama Watanzania wana, wana, wana, wana tabia hizo sidhani. Tabia hizo labda ziko Kenya huko na mataifa mengine, lakini kwa Tanzania sidhani kama, kama wanaweza wakafanikiwa kwa hili eh, sidhani kwa sababu eh, Watanzania wengi wana, wana tabia zao tu tofauti na mtu yoyote duniani na Kwenda kumlazimisha akazuie uchaguzi au aingie barabarani azuie uchaguzi ni jambo ambalo halipo wala halitowezekana. Nazungumzia huka utamaduni na tabia zetu sisi wa Tanzania tulivyo. Ukitaka kujua hilo, walikuwa wanahamasisha watu wasiende kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, lakini <laughs> watu wanaendelea na kazi kama kawaida, kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura na mambo yote yanaendelea, kwa hiyo wangejifunza tu hata kwenye uandikishaji hapa. Wamehamasisha watu wasiende, lakini watu wanakwenda. Sasa ni ngumu sana kusema kwamba no reform, no election. Uh, ni, ni maneno tu, na mimi ninavyoona Chadema wana ni walalamikaji tu kama walalamikaji wengine. Yani mimi kwa ushauri wangu, labda wangeweza kujikita, kwa ushauri wangu, wangeweza kujikita kwenye kusaidia wananchi kwenye mambo labda mfumuko wa bei wazungumzie, labda watu, labda bei za mchele, bei za vitu, labda wangeweza kujikita huko, waishauri serikali iweze kupambana na kuhangaika kwa kila hali waweze kushusha bei za hizi bei za vitu, kwa maana ya mafuta ya petroli, kwa sababu pet, mafuta haya yakipanda, maana yake kitu kinapanda. Labda wangejikita huko kwenye kudili na vitu ambavyo vina Uh, vina, vina akisi watu katika maisha yao moja kwa moja, lakini haya ya kwamba no reform no election haitowasaidia uh, chochote na haina, haina, haina, haina afya wala haina tija kwa Watanzania. Sidhani kama itawasaidia, kwa sababu Watanzania wana matatizo mengi sana yanayowakabili uh, umaskini bado upo, hatuwezi tukasema upo upo umaskini bado upo. Kwa hiyo wangejaribu kuishauri serikali uh, iweze ku, kuangalia namna ambavyo inaweza kupunguza umaskini kwa Watanzania, lakini pia wangeweza kuishauri serikali kama kuna mapungufu wayaseme, lakini kwa ushauri, sio kuyasema kupitia watu waandamane waende barabarani. Unajua, unajua, siasa si lazima mpigane au siasa sio lazima eh, mvurugane, siasa sio lazima umtukane kiongozi mkuu wa nchi au mtukane yule na, na huyu sidhani kama hiyo ndio siasa eh, siasa haiko hivyo. Siasa eh, wajibu wa kiongozi ni, ni kujenga watu na kuunganisha watu na, na kuleta umoja katika jamii eh, kiongozi hata kiwi kuwagawa watu au kuhamasisha watu watengane wa, wa waandamane ama walete wa shida katika jamii yetu. Kwa hiyo mimi kitu ambacho ninaona Chadema watafeli. Hilo ni zoezi ambalo litafeli. Wameshindwa uh, kutafakari na kuangalia Watanzania mitaani wanaongea nini.